Uh, imefanyika kwa, kwa misimu mitatu na tunatarajia kuyafanya kwa msimu wa nne. Ni mashindano ambayo tunajivunia ukuaji wake kwa sababu uh, tunaona tunapiga hatua kila siku tofauti na tulivyoanza. Tulianza mashindano haya yakishirikisha vyuo nane na ilikuwa ni mwaka 2021 ambapo bingwa wa mashindano alikuwa chuo cha sauti wakicheza fainali dhidi ya SCB, lakini msimu wa pili ukashirikisha pia vyuo nane, ambapo pia mtihani mkubwa sana ulikuwa ni ule ule kama msimu wa kwanza. Sponsorship tulikuwa tunajiendesha sisi wenyewe, mashindano yalikuwa yanaendeshwa bila kuwa na mdhamini hata mmoja. Kwa hiyo yakawa yanaendelea kwa, kwa fedha zetu za mfukoni. Tukafika msimu wa tatu. Kwa maana ya msimu wa pili, bingwa alikuwa chuo cha Kaliwa ambaye alimfunga Sauti. Msimu wa tatu tuka tukaona tutanue wigo kwa kuja na idadi kubwa ya vyuo kwa sababu tuliona uhitaji ni mkubwa tukasema haijalishi mazingira ya uendeshaji atakuwaje, lakini heu, ngoja tutanue wigo wa mashindano, tuwe na vyuo vingi ambavyo vitapatikana kanda ya ziwa, kwa maana ya Mwanza na mikoa mingine. Tukawa tuka na idadi ya vyuo kumi na sita uh, lakini pia tukapata nafasi kubwa ya kushikwa mkono na kampuni ya Yas ambayo ilikuwa ni wadhamini wakuu kwa msimu uliopita. Uh, na kimsingi msimu uliopita tulifanya kazi kubwa sana na mashindano kwa kila mmoja wetu aliona namna ambavyo alikuwa, kwa wale wakongwe katika mashindano, kwa maana vile vyuo ambavyo vilishiriki tangu awali tukiwa na vyuo nane, vinafahamu namna ambavyo struggling ilivyokuwa. Kwa maana kama sauti, wanafahamu DIT, walikuwepo tangu ikiwa vyuo nane, CB IFM, uh, mipango pia wanaelewa struggling ilivyokuwa wakati ule, bila ya kuwa na mdhamini na amount ambayo ilikuwa inatoka kama prize zile, kwa maana mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu na wachezaji bora na kiumboa cha ushangiliaji. Lakini ilipofika msimu wa tatu, mabadiliko yalikuwa makubwa sana, kwa maana hata zawadi zikaongezeka kwa sababu ya ushirikiano mkubwa sana na Yas. malengo ya mashindano ya Chuo Challenge Cup, lengo kubwa ni kutengeneza uh, networking kwa wanafunzi. Kwa majina ni Joshua Swai, sisi uh, ni moja wa wadhamini katika mashindano haya ya Yas Chuo Challenge Cup ambao kwa sasa ni msimu wa nne. Lakini kikubwa, anajua wengi au wanavyuo wengi watajiuliza kwa nini Yas tunashiriki, lakini tumekuwa tumeendelea kushiriki pamoja na mwandaaji kwa kipindi cha misimu miwili, nadhani sasa hivi ulizo ili kuwawezesha kwanza hawa waandaaji waweze kuwafikia wale walengwa ambao ni wanafunzi. Kwa jina naitwa se Joseph Munduka, waziri wa michezo kutoka chuo cha sauti kinachopatikana Malimbe. Chuo cha sauti tumejipanga kuhakikisha haya mashindano tunaenda kuonyesha competition na kuendeleza tulipoishia. Kwa kuangalia msimu wa tatu, si tulikuwa tumeishia fainali na msimu uliopita tena tukaishia fainali, lakini msimu wa kwanza tulifanikiwa kushinda fainali. Kwa hiyo sisi ndio tulikuwa washindi wa kwanza kwenye hii chuo challenge. Kwa hiyo tunaendeleza tulipoishia, na mara mwisho ilikuwa fainali. Sasa hivi tumejipanga kuchukua hayo mashindano. Sisi pia tumejipanga vizuri, kwa last time tulishia top 3, tuna imani kwa mwaka huu tutafanya tutafanya vizuri zaidi. Hapana, tuogopi, tunajiamini, tumejipanga vizuri. Kwa majina naitwa Baraka Mabura natokea chuo cha afya Buhongwa. E, sisi kama Buhongwa tumejipanga. Najua ni, wa, ni, ni chuo kipya kwenye haya mashindano lakini tumejipanga kukabiliana na kila timu ambayo itakuwa mbele yetu kwa ajili ya kuhakikisha tunaondoka na point na tunasonga mbele.